Kampeni ile ilikuwa na mafanikio chanya, ambapo tu kwanza kitendo kile cha kutembea kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine iliwapa hamasa jamii ya, ya kata ya Bunju kufahamu juu ya safari salama ya rushwa ya ngono kwa wanawake na wasichana. Kwa hiyo hiyo pia na mimi kama afisa ustawi wa eneo husika ilinipa hamasa ya kuendelea kusimama imara na kampeni hii kwa kuendelea kuipeleka sehemu tofauti tofauti katika maeneo yangu ya kazi. Nini kilifanyika? Lakini pia kwa kushirikiana na uongozi wa manispaa kupitia sehemu ya ustawi wa jamii tulimpa bosi taarifa ya kile ambacho kimeweza kutokea kwenye kata husika, na tukawajengea uwezo maafisa ustawi wengine ambayo hiyo ikapelekea ikaamsha ari ya kila mtu kufanya kazi kwa nafasi yake vizuri kwa ufanisi ili kumsaidia huyu mtoto ambaye yuko kwenye safari ya malezi, makuzi na maendeleo yake. Wajiki kama Wajiki kupitia kampeni zao zimetupa sisi mwanga kama uh, sehemu ya ustawi wa jamii kuwa na mipango mikakati ifuatayo. Mpango wa kwanza tulisema kwamba tutaendeleza kampeni hii kupitia mashule kwa kuzifikia shule zote za serikali na shule binafsi, ili kila mmoja aweze kutambua nafasi yake na kuona umuhimu wa kumsaidia huyu mtoto msichana na mwanafunzi katika safari yake salama dhidi ya rushwa ya ngono. Lakini kingine ambacho tulikipanga kama ni mpango mkakati ni kushiriki mikutano mbalimbali mbali ya wananchi. Tunafahamu kwenye jamii zetu, uh, tunakuwaga na mikutano ya wananchi. Kwa kupitia ile mikutano, basi hii kampeni itaendelea kusambazwa kwenye mikutano kwa kuwajengea uwezo wananchi, ili kuweza kumfikia mtu mmoja mmoja kupitia ile mikutano, ambapo kupitia kwenye ile mikutano, basi tutaendelea kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya safari salama dhidi ya rushwa ya ngono kwa wasichana na wanafunzi. Na kupitia elimu hiyo, jamii itapata uelewa wa kuona kwamba sasa ni jukumu lao wao pia kufanya majukumu yao ili kumsaidia huyu msichana na mwanafunzi kuepukana na vitendo vya rushwa ya ngono. Lakini kingine ambacho imekuwa sasa, huu ni mkakati endelevu pia, pia, kila mara ambapo tunakuwa na vikao vya robo vya maafisa ustawi wa jamii tumekuwa tukiendelea kujengeana uwezo juu ya masuala mazima ya Safari Salama ya rushwa ya ngono. Kwa hiyo sisi kama maafisa ustawi tumeibeba hii kampeni ili iweze kuleta mabadiliko chanya, kwa sababu kwa muktadha wa sheria ya mtoto, aliyepewa dhamana ya mtoto ni afisa ustawi wa jamii. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama maafisa ustawi kuipeleka kampeni hii mbele na kufikia matokeo chanya ambayo shirika imeibua na sisi tuko tayari kufanya kazi kwa pamoja. Tukaona kuna haja ya kutoa elimu katika jamii ili jamii iweze kuangalia namna gani rushwa ya ngono ni kikwazo katika jamii yetu, kwa sababu kwa kiasi kikubwa jamii inaathirika. Na kama jamii inaathirika tulibaini kwamba kuna changamoto mbalimbali zinazochangia kuwepo kwa vitendo hivi vya rushwa ya ngono kwa watoto, kwa wanawake, kwa kinamama na masuala ya ulawiti na kwa ukubwa wake. Na miongoni mwa vitu ambavyo tulivibaini ni pamoja na kama ambavyo na ninyi wenzetu mmeviongea, kuna suala la watu pande mbili zinakaa zinakubaliana E, kubaliana namna gani ya kutatua kwamba lipo tatizo limetokea katika jamii, aidha ni rushwa ya ngono imetokea au imetokea ulawiti, lakini unakuta pande mbili zinakaa zinakubaliana. Wengine tunafahamu kwamba matukio yanafanyika, mara nyingi ni ndugu wa karibu au ni jamaa ya karibu inafanya matukio haya. Kwa hiyo watu wanaangalia namna gani ya kusaidia, wanaona kwamba ili tusichafue au ili tusivunje undugu, basi tunaitana pembeni, tunaangalia namna gani ya kuweza kumalizana. Sasa rushwa inaenda kuwa kikwazo katika rushwa ya ngono. Kwa hiyo tunaona makosa juu ya makosa yanaendelea kuchangia kuwepo kwa vitendo vya hizi rushwa za ngono katika jamii yetu. Lakini changamoto nyingine ambayo tuliibaini ni pamoja na kama ambavyo tunafahamu sisi ni jamii ya Kiafrika. Tunapoongelea masuala ya kimahusiano, masuala ya kingono, tunakuwa tunaona kama ni aibu kwetu, tofauti na ngozi za wenzetu. Wao wanaona ni kitu cha kawaida sana. Lakini ukirudi kwa sisi tamaduni, mila na desturi za Kiafrika, masuala ya kingono ni masuala ya kisiri. Kwa hiyo jamii kubwa ya Kitanzania wamekuwa wakiona kwamba ni aibu ama fedhea kwenda kutoa taarifa pale ambapo anakabiliwa na vitendo vya rushwa ya ngono. Kila mmoja, askari polisi, eh, mama au baba kule nyumbani, tuwe na tuzingatie maadili katika kusimamia haya. Tusichukulie poa kila kitu. Tunawanyima haki, tunawanyima fursa wale ambao wanakabiliwa na hivi vitendo vya rushwa hizi za ngono. Na ndio maana sisi kama TAKUKURU tumekuwa tukisisitiza sana suala la maadili. Maadili ya mtu yatamsaidia katika utendaji wake wa kazi wa kila siku. Maadili ya mtu yatamsaidia mtu kutoa haki kwa mhanga. Maadili ya mtu yatamsaidia mtu kusimamia sheria, kanuni na taratibu ya pale ambapo anafanyia kazi saingine ni mwalimu mwenyewe kamfanyia ukatili wa kijinsia Lakini akawa ni muoga kwenda kutoa taarifa kwa mwalimu, tunawaambia na mara nyingi pia tunakuwa tunaacha namba zetu za simu. Kama utaona haibu kwenda kupeleka taarifa kwa mwalimu yoyote, kwamba labda mwalimu huyo atakuja atanipiga, au labda atakuja kunifanyia hivi, basi nenda hata kwa mzazi wako, sema mama, kuna mwalimu fulani na fulani ananifanyia vitendo hivi hivi na hivi, labda ananishika maziwa, labda ananifanya hivi, ni, ni, nikiwa ni ni shuleni, labda kwa kipindi. Kuna wengine wanafanywaga kipindi, watoto wamewahi, na hiyo ipo. Unamkuta mwalimu anajua kabisa huyu mtoto fulani anawahi, na katika mazingira yake ashaona kwamba mimi huyu mtoto ndio namtaka. kwa maana hiyo asubuhi tule mtoto akifika, anamuita njoo ofisini kwangu unifanyie usafi, kumbe ni ana lengo la kumfanyia nini, vitendo vya ukatili wa kijinsia pale. Pale anakuwa anamtisha ole wako uende ukaseme. Kwa hiyo mtoto anakuwa ni muoga kwenda kupeleka taarifa kwa nani kwa mwalimu na wakati mwingine hadi kwa mzazi pia, anakuwa ni mwoga kwenda kupeleka taarifa. Lakini kupitia sisi, kwa sababu tunatoa elimu na kuwaondoa ule uoga kwamba nini, jinsi gani ya kuweza kupeleka hizo taarifa, basi peleka taarifa kwa mwalimu au peleka taarifa kwa mzazi wako au peleka taarifa ofisi ya kata, ambao kama uko karibu na hiyo eneo la kata, uki hau askari yoyote ambao unaweza ukamkuta, unaweza pia ukafanyaje ukatoa hizo taarifa. Kwa hiyo niseme, uh, endapo labda mtoto amefanyiwa hivyo vitendo vya ukatili wa kijinsia na kweli tukabaini, tunaweza tukamweleza mzazi ni jinsi gani ya kuweza kufika. Wakati mwingine mzazi, polisi anaogopa kwenda, anakuja kata, anakutana na afisa labda nani, madam Lili, ustawi wa jamii labda madam Lili hajakutana naye, akanikuta mimi nime, mtoto wangu kafanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia either iwe ni mitaani, barabarani wanapopita au mwalimu kamfanyia, anakuja pale kutoa hiyo taarifa, tunamweleza ni jinsi gani ya kwanza kutoa hizo taarifa, cha kufanya ni nini kwao. Tunamwelekeza huyo mtoto inatakiwa kwanza, sasa hivi mwende mkafungue nini kesi faili, atapewa ile ya kuenda hospitali ata, ataenda kukaguliwa, akishakaguliwa kwamba ikishabainika kwamba mtoto kweli amefanyiwa vile vitendo vya ukatili wa kijinsia, prosesi zinaendelea kwamba mtoto fulani alifanyiwa ukatili labda na mwalimu Juma, au anko. Mara nyingi hizo kesi tunazo za madereva wa magari au anko, tukamwita tukaendelea, ni kweli, tumefanya utafiti wetu, tumeona ni wewe kweli ulifanya hiki kitendo. Kwa hiyo sisi moja kwa moja tunaendelea na ile kesi, tunaipeleka wapi? Mahakamani. Ikishafika mahakamani, na tunawafunga kweli imeshabainika kwamba kitendo hicho ulichokifanya, ukamfanyia ukatili wa kijinsia, kifungo labda cha miaka minne. Kesi zinaenda huko na mwisho wa siku tuna nani, hivyo zinakuwa zimeishia hivyo. Watu ambao sisi tunafuatilia watoto wetu nyendo zao, ni watu ambao tunajua tu watoto wanaenda shule wanarudi nyumbani basi, lakini hatufahamu hizi hatua ambazo wanatoka shuleni nyumbani, mpaka anafika shuleni, kwamba hapa katikati anakutana nini na wanafunzi wa sasa hivi, asilimia kubwa ni watu asiri sana huwezi kuwakuta wakisema nyumbani matukio ambayo wanayapata hapo katikati, kwa sababu kuna kitu wanapata kupitia kwa hiyo safari yao kama mimi nitampeleka mwanafunzi kutoka nyumbani kupeleka shule bure, lakini nikiwa nahitaji baadaye awe mpenzi wangu, maana yake kwamba yeye mwanafunzi kwa, kwa, ye kwa vyovyote vile vile, kwa sababu hana elimu ya kutosha haiwezi kumpelekea kuona lile tatizo kwake, ataona kwake ni kitu cha kawaida, kwamba yeye anapata msaada kwenda shuleni bure, lakini kwa sisi ambao tumepata elimu hii, sisi kwetu ni ni tukio ambalo alistahili kabisa kwenye jamii. Tukaona ni bora sasa kama sisi tumepata elimu, turudi tena nyuma kwa vituo baadhi, tutoe elimu. Kiukweli, baadhi ya vituo vya, vya bodaboda vingi vimeelimika na vimepata hii elimu ya masuala ya rushwa ya ngono, na ndio maana hata unavyoona tunaweza kufikia hatua tukaitwa kwenye halaiki ya watu tukaongea, kwa sababu tunajiamini. Tumekuwa ni watu ambao tunaelimisha wenzetu na wenzetu wanapata elimu, na pia tumetengeneza mikakati ya mwanafunzi kuto kumwogopa bodaboda na ilifikia stage mwanafunzi na bodaboda walikuwa waelewani, kwa sababu mwanafunzi anahitaji usafiri, lakini dereva anahitaji ngono. Kwa hiyo ni vitu vile ambavyo alikuwa anapishana navyo. Sasa tukaona kila kituo tuweke kiongozi ambaye anakuwa na elimu ya hii kitu, ili anapoona dalili za viashiria hivi achukue jukumu moja moja, kwa kumwadabisha yule mhusika au kutoa taarifa sehemu husika. Hilo ni njia moja hapo ambayo mimi katika kwangu nimefanikiwa, lakini la muhimu zaidi, ningependa kusema ifuatayo. Kwenye ulezi wa mtoto hususani mwanafunzi, sisi kama wazazi, tuna majukumu makubwa sana kuyafanya. Cha kwanza ni kumchunguza mwanafunzi, hatujali kwamba ni umri aliofikia watu wa gani, kwa sababu wengi wao, hasa upande wa kiume, ni wasiri, wanalawitiwa. Tunakuja kugundua kwamba wamelawitiwa tayari, wa washaharibika. Ni kwa sababu sisi wazazi hatuna mipango ya kufuatilia nyendo za watoto wetu, na wasii wazazi wenzangu, au watu wa taasisi kwamba tunaporudi majumbani kwetu tuwe watu wa kwanza kufuatilia kuona nyendo za watoto wetu pasipo kumwachia mdada wa kazi au au yule mfanyakazi wa ndani ambao ni wa kiume. Wale nao wana majukumu yao ambayo hawezi kusema yote ambayo anaasika kwenye familia za watoto wenu, hususani sisi ambao tuko barabarani, tunayaona haya mwanafunzi anatoka nyumbani akiwa amevaa uniform safi lakini kwenye ile begi lake la nguo la, la, la madaftari kuna nguo ya ziada ambayo yeye anaitumia kwenye matukio ambayo anapokuwa anataka kwenda shule au anaporudi kutoka kwenye shule. Sisi kama bodaboda tunayajua haya na tunayaona, na ndio maana tunapiga kelele hasa kwa wale wazazi au mashuleni kwamba tujitahidi kwa namna moja au nyingine kuwafuatilia hawa watoto, bila kuwajali hata wanapooga, hata kwa wiki mara moja, tukiwakagua sio mbaya, tunakuwa tunajua nyendo ambazo wanazitumia wanafunzi, hasa kwenye usalama wao wa kiafya. Tunaponyamaza kimya, tunakuja kugundua tatizo limeshatokea, tunashindwa kusovu, tunakuja tunalaumu tena jamii kwamba wana wabakaji bodaboda, wabakaji bajaji, wabakaji lakini sisi wenyewe wazazi tumekuwa sio tishio la watoto kuwafanya kwamba wawe wana uangalifu kwenye swala la usalama wa afya zao, bali tunawafanya sisi watoto wao wale majeuri na wao wana nguvu wana, wana, wana, wana ya kuyafanya yale wanayataka, kwa sababu hawana nafasi ya kuchunguzwa au kukaguliwa. Asanteni.